Karibuni sana katika chaneli yangu. Msisahau ku like, comment na kusubscribe. Leo tunapamba keki simple kwa rangi ya maziwa. Kama utaandaa bata cream yako nyeupe pe, itabidi uweke rangi ya njano kidogo sana ili kupata rangi ya cream au rangi ya maziwa. Kama una swali, maoni na ushauri, weka kwenye comment, nitapitia, nitajibu. Kisha paka koti ya kwanza, hapo napaka koti ya pili. Kisha naweka kitana, nitaweka topa, nitaweka na maua, nitaweka na shanga, keki inakuwa iko tayari. Jitahidi kuwa na aina tofauti tofauti za keki na upambe design tofauti tofauti, ili kuwa na sample nyingi kwenye kazi zako. Kama hivyo, baada ya hapo nikapitisha kitana changu bizuri, watali na kusawazisha mpaka kilipo kaa vizuri, ikawa tayari nikaendelea na hatua nyingine. Unakuwa umeandaa vifaa vyako karibu vyote, ili kujua keki yako na ipambaje, utakipachika vyote kwenye keki yako. Kama hivyo nilivyoona sehemu zina magepo nikajazia bata krimu yangu na kuweka keki yangu vizuri kama tunavyoona kwenye video yangu. Bata krimu yangu ni laini, ni safi na inapendeza kwenye keki, hata ukipitisha kitana chako kinakaa vizuri kama hivyo. Baada ya hapo, nikasawazisha kwa juu, na baada ya kumaliza kusawazisha keki yangu ikawa tayari, nikaja nikaweka shanga Nikazungusha kama hivyo. Baada ya hapo, nikakata na mkasi sehemu iliyozidi kama hivyo, na baada ya kumaliza nikaweka hiyo kwa ajili ya kunogesha tu, kuweka urembo. Nikaja nikaweka maua, jitahidi kumetisha rangi, kupanga rangi zako vizuri kwenye keki. Nikaweka na topa. Keki hii ilikuwa simple na ilikuwa nzuri na ilipendeza sana, kama hivyo. Baada ya hapo, keki yangu ikawa tayari kama hivyo inavyoonekana.